ametoa mwongozo mzuri na naamini leo Yanga mkutano wetu utakuwa mzuri kama tutazingatia maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa e, Mwakyembe ambaye ndo waziri mwenye kamaaya michezo. Kidogo tu mheshimiwa captain, uh, waziri ametoa direction kwamba iundwe kamati ambayo ya watu wenye uchungu na klabu ya Yanga kuweza kusimamia, kuweza kuisimamia timu kwa wakati huu na kuweza kuhakikisha inapata resources za kuweza kufanya usajili mzuri. Uh, direction yenu hiko kina lini? Kinafanyika lini? Kinaweza kifanyika leo au kitachukua muda kina? Waziri ametoa ushauri ushauri ambao wanachama wa Yanga leo watafanya maamuzi huko <muchu> ndani. Asante mheshimiwa. Waziri.